Katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kanda ya Nyasa Grace Shio amesema licha ya viongozi wa chama hicho kwenda na picha ya askari wanayemtuhumu kuhusika na uvamizi wa Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude, Mkuu wa Upelelezi wa Makosa ya Jinai RCO Mkoa wa Mbeya amekana kutambua kwa jina na picha ya askari huyo. Katibu huyo ameeleza hayo wakati akizungumza nje ya ofisi ya makao makuu ya polisi mkoa wa Mbeya baada ya kuandamana kutoka ofisi za chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA hadi katika ofisi hiyo kwa lengo la kumshinikiza mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai RCO mkoa wa Mbeya awaeleze alipo Mdude kutokana na askari wake kutajwa kuhusika na shambulizi la Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake na kutoweka na mhanga na kwenda naye kusikojulikana. Kutoka kwenye ofisi ya RCO hatujaweza kutoka na majibu zaidi ya sisi kumpa hizi taarifa za kwamba mtu anayeitwa Shabani askari huyu na mwingine Vedatus ambao wote wanafanya kazi katika ofisi yake wanahusika na hili tukio, yeye amesema hamtambui huyo Shabani, amesema hamtambui huyo Vedatus. Kwa hivyo ametuachia sisi wananchi, popote pale Watanzania, picha ya, ya Shabani imeweza kuonekana kwenye mitandao. Bahati nzuri huyo mwanachama wetu aliyezungumza naye ame thibitisha kwamba huyu ndio Shabani ninayezungumza naye, nina namba yake ya simu, ndiye aliyekuja na Vedatus kuniomba nimpeleke kwa Mdude. Kwa hivyo hiyo hiyo picha itatembea kwenye mitandao, tutawaomba Watanzania, tutawaomba askari kwenye vituo mbalimbali mbali huko, kwa sababu huenda akahamishwa, huenda akapelekwa popote, lakini hata mlioko nje ya nchi, popote ambako mtamuona Shabani, amebeba majibu ya Mdude alipo. Kwa hivyo sisi kwa sasa nikihesabu ni masaa karibu 38 toka Mdude anyamaze, mke wake asisikie sauti ya Mdude kuomba msaada wala kuzungumza chochote. Kwa hivyo kwa hivyo, um, huyu Shabani ana majibu na anaitwa Shabani Shalo ana majibu ya wapi alipo Mdude. Ni masaa 38 na yamepita. Kwa dimbwi la damu tuliloliona nyumbani kwa Mdude, kila sekunde inayozidi kwenda sisi tunabaki na mashaka mke wa Mdude amekuja hapa, yuko na mtoto mgongoni, mtoto kama nilivyosema wa mwaka. Hatuna ah, majibu. Anakuja kuuliza chama, mume wangu yuko wapi? Tumeingia naye kwa, kwa RCO. RCO hana majibu. Kwa hivyo mpaka sasa hivi, Watanzania wenzangu, viongozi wenzangu wa Chadema, viongozi wetu taifa, ah, tunaomba tuendelee kutusaidia kumtafuta Mdude kwa hali na mali. Kila dakika inayopita kwetu inapoteza matumaini ya kumpata Mdude, lakini tunawaomba viongozi wa dini, tunaomba tumlilie Mungu, tupige magoti. Tunawaomba ndugu, familia, wapenda amani, wapenda haki, tuweze kumtafuta Mdude, tuweze kuwatafuta na makamanda wetu wengine kwa sababu kwa kanda yetu ya Nyasa huyu anakuwa ni mtu wa tatu ambaye amepotea ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, na hiyo tayari inaleta taswira mbovu kabisa kwenye kanda yetu ya Nyasa, lakini hiyo ni kuunganisha tena na wengi ambao wamepotea katika katika mikoa na kanda nyingine aa, katika nchi yetu. Kwa hivyo tunaendelea kutoa wito kwa jeshi la polisi, na RPC amejaribu kuzungumza na sisi kama mara mbili, amenipigia tena akise, akitaka kufuatilia kwamba tumefikia wapi na RCO kama tumempata, RCO nilimwambia tumempata, tuko naye kwenye mazungumzo. Kwa hivyo na yeye anasema anamtafuta, lakini nilimwambia RCO na RPC hatuoni zile juhudi za mtu anayetafutwa, mtu ambaye uhai wake upo umeshikiliwa na kauzi kadogo, hatufahamu alipo. Nimemwambia RPC tuliona nguvu aliyoitumia kuzuia maandamano ya, ya bavicha mwaka jana tuliona, tuliona uh, mabomu ya kitembea tuliona magari makubwa, tuliona risasi, mabomu ya washawasha washa, mitutu, lakini leo Mdude haonekani, uhai wa mtu, na hatuoni hata gari ikipita, hatuoni chochote, mji umepoa. Ni sisi wanachama tumechukua jukumu la kumtafuta Mdude kwenye mapori. Tunaendelea kupita mochwari, tunaendelea kupita kwenye hospitali mbalimbali mbali, vituo mbalimbali mbali, kwenye milima, kwenye mabonde, kwenye mito. Tunamtafuta Mdude na, tunaamini, na tunalo tumaini bado kwamba Mungu anaweza akaa upande wetu akatupatia Mdude akiwa bado anapumua. Amesema wameamua kufika katika ofisi za makao makuu ya polisi mkoa wa Mbeya baada ya kuona kimya wala jeshi hilo kuhusu taarifa za kutafutwa kwa Mpaluka Said Nyagali maarufu kwa jina la Mdude ambaye ni kada wa chama hicho. Kwanza napenda ni, ni wape pongezi na niwashukuru sana viongozi wote ambao mmefika kuungana na sisi viongozi wa kanda na kuweza kuja katika ofisi za RPC kutafuta majibu ya yuko wapi Mdude. Kwa hivyo nawashukuru sana viongozi wa majimbo, viongozi wa kata, viongozi wa, wa kitaifa kwa maana baraza la wanawake taifa Ninawashukuruni wote viongozi wa mkoa. Kila mmoja amefanya kazi yake, kila mmoja ameshambulia. Aa, tumejua kabisa kwamba tuko katika vita, na nimewaona makamanda, kila mmoja amefanya kwa kadri alivyoweza kuhakikisha kwamba tunapata taarifa angalau ndogo inayotusogeza kwenye kufahamu yuko wapi Mdude. Kwa hivyo tumekuwa na muda wa kutosha katika ofisi ya RCO, aa, hapa Mbeya na ni baada ya kumpigia RPC ambaye amesema yupo nje kikazi na ametupa tuzungumze na RCO na uzuri, RCO anafahamu sana hili jambo. Uh, tumekuwa naye pale katika eneo la tukio, nyumbani kwa Mdude Nyagali kwa siku ya jana kwa masaa ya kutosha, wakati anachukua sampuli akiwa na vijana wake. Kwa hivyo, uh, tumefanya mazungumzo marefu, tumejaribu kumsikiliza na yeye kutusikiliza. Aa, ni bahati mbaya kwamba ninakosa maneno mazuri ya kuambia Watanzania, maneno mazuri ya kuiambia familia ya Mdude Nyagali. Mpaka sasa ni kwamba polisi hawana taarifa yoyote, hakuna taarifa ambayo tumepata inayotusogeza angalau kujua kwamba tutampata Mdude lini na akiwa katika hali gani. Uh, zaidi ya yote ni sisi tumeenda na taarifa kwa sababu jana tulikubaliana kwamba tukipata sisi kama wanachama kama viongozi wa chama tukipata taarifa yoyote, tuweze kuileta kwake au kuileta kwa jeshi la polisi kwa ujumla wake, ili waweze kuichakata na kutupatia uh, majibu. Kwa hivyo kama chama kwa siku ya jana katika kutafuta kwetu tuliweza kupata na kubaini taarifa za kuwepo kwa mmoja uh, wa mwanachama wetu ambaye alifikiwa na askari polisi wawili, mmoja akiwa anaitwa Shaban na mwingine akiwa anaitwa Vedatus, na huyo Shaban alikuwa ndo anaongoza mazungumzo, akimtaka kiongozi wetu akamuoneshe nyumbani kwa Mdude, ampeleke nyumbani kwa Mdude. Kwa hivyo, yule mwanachama alisema mimi siwezi na sipajui nyumbani anapoishi Mdude, niliambiwa alishakwisha kuhama amehamia maeneo mengine Rungwe, na vitu kama hivyo. Kwa hivyo, akamwambia nakupa hela nyingi, zipo hela nyingi kwa ajili ya wewe kutuonesha tu nyumbani kwa Mdude. Yule mwanachama akasema siwezi kufanya hivyo na sina access ya kufika kwa Mdude, lakini hiyo ilikuwa ni tarehe 30 kuelekea tarehe moja. Waliachana pale. Uh, huyo Shabani na, ve, na Vedatus wakaondoka waka, waka, waka na yule mwanachama akaondoka. Lakini baada ya hapo mwanachama alifanya uh, jitihada zake binafsi za kuwajulisha viongozi mbalimbali mbali, na viongozi walimjulisha Mdude kwamba polisi wanakutafuta lakini wanakutafuta kinyemela hawakutafuti katika njia sahihi, na ndio maana Mdude aliweza kuandika ile tweet yake akisema kwamba uh, kama polisi wananitafuta mimi, namba yangu ipo kwa RCO, ipo kwa RPC, wote wana namba zangu, wanipigie. Kama wananihitaji, nitakwenda kituoni tuweze kuzungumza, lakini hayo yote hayakufanyika. Hakuna polisi aliyempigia Mdude kumuita kituoni, badala yake watu waliojitambulisha kuwa ni askari walivamia nyumbani kwa Mdude, wakavunja milango na wakamzuia mke wa Mdude uh, chumbani na kisha kufanya uhalifu ndani ya dakika moja, Mdude akao haisikiki sauti wala pumzi wala chochote, na mke wake wake anapotoka chumbani anakuta mume wake hayupo, lakini ameachiwa dimbwi la damu ambalo limeenda umbali mrefu. Hadithi hizo na habari hizo tayari mnazifahamu. Kwa upande wake katibu wa chama cha wananchi Kafu mkoa wa Mbeya Ibrahim amesema kama mtu amekukosea bora umfikishe kwenye vyombo vya kisheria kuliko kumshambulia huku Josefu Kajigili ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Makini akisema kuwa matukio kama haya yanaondoa dhana halisi ya siasa. Kwa majina anaitwa Ibrahim Wakwama, ni katibu wa chama cha wananchi CUF mkoa wa Mbeya. Niko hapa kama unavyoona mazingira, nimekuja kushirikiana na wenzangu wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo. Tumepotelewa na mwananchi mwenzetu mtanzania na mpambanaji Mdude Nyagali, kwa niko hapa japo na wiwa hata cha kusema nakosa, kwa sababu moyo wangu unaumia kwa hiki kitu kilichofanyika, lakini niwape pole sana wanachadema. Pia nimetoka kwa RPC hapa kukutana na RCO, majibu yake mimi hayaniridhishi na naogopa. Nitaenda kuwaambia nini umma ulioko huko nje? Tutawaambia nini watu ambao wanasubiria majibu yaliyonyoka? Kwa mimi niseme, viongozi wa mkoa wapo, RPC yupo na jamii zingine zipo kwenye hili swala ise, tunaenda kugombana na watu. Kila mtu atimize wajibu wake. Kama mtu anakosa, kama uwezi we kumkamata, wapigie viongozi wa chama, watakuletea lakini. Kwa hiki kilichofanyika kwa Mdude, ile damu iliyomwagika pale, sijajua ni kizazi cha namna gani tunakitengeneza. Sijui, nashindwa hata cha kusema. Watu wananisikia hapa, lakini nashindwa cha kusema Niwape pole sana wana Chadema, leo lipo kwenu wana Chadema, lakini kesho lipo kwetu kafu, kesho kutu alitakuwa kwa wana CCM kwa sababu mwisho wa siku haya mambo yanaendeshwa kisiasa. Utaua wana chadema wote utamaliza uta, kesho mtaanza kuuana nyinyi wenyewe na CCM. Kwa hiyo hiki kitu mimi nitoe rai, ili swala walishughulikia walichukulie kwa uzito. Hizi chuki tunazopandikiza kwa watu aisee zinatupeleka pabaya. Hata mheshimiwa Rais kama atanisikia mimi niombe angalie hivi vyombo vyake vya usalama huku chini vinanyanyasa sana watu. Mtu anakosa mchukua, hukumiwa kwa mujibu wa sheria, sheria si zipo, lakini kwa hiki kupoteza watu ni taharuki ambayo inajana, inatuchafulia taswira mkoa wa Mbeya. Kwa kiukweli, mimi nitoe rai, tumetoka saizi kwa RPC hapa, tumekutana na RCO. Mimi nategemea jioni majibu yao yamepatikana, ya, ya wao wanajua wao hawajui, wa tunataka majibu alio ya yaliyonyoka, kwa sababu ukisikiliza maneno ya huko pembeni watu wanasema wale askari waliokuwa wanamtafuta Mdude wanatoka hapa, lakini yeye amekataa anasema hawajui. Sisi tutatafuta namna nyingine ya kuwatafuta hawa watu. Kwa hiyo mimi niombe wanachedema tu wavumilivu, lakini kwa kipindi hiki kila mmoja basi ajiandae, ajihami kwa sababu hayupo yoyote aliye salama. Hata tuliopo wote hapa hakuna mtu ambaye yuko salama. Tujihami, tuungane, kila mtu kwa imani yake tuombe na tuendelee kumwombea mwenzetu Mdude. Mungu asaidie, apatikane, atakiwa mzima, au amekufa, lakini tuuone mwili wake, afadhali tutalizika. Ila wana Mbeya hatuko salama. Jina langu naitwa Geoffrey Sajia Kajigili, mwenyekiti makini wilaya ya Mbeya. Uh, apa, ya mbea, niko hapa kwa ajili ya kuungana na wapinzani wenzetu Chadema kwa ajili ya kupotelewa na ndugu yetu e, Mdude Nyagali. Kwanza nilipopata hizi taarifa moyo wangu ulishtuka sana, kwa sababu nilifikiria kwamba hii siasa sasa tunaipeleka wapi? Tunatoka kwenye siasa ya kweli, sasa tunaingia kwenye kumwagana damu. Hili swala kiukweli limenisikitisha sana, na kwa haraka haraka nikifikiria Mdude ni baba Mdude ni kiongozi. Mdude ndo ambaye ni mmoja wa mtu ambaye alikuwa kwenye mapambano ya kuongoza nchi iendaje. Lakini ajabu yake bila makosa, bila stara, wanaenda wanamchukua, wanampiga, wanamficha mpaka sasa hivi tunahangaika hatuelewi yuko wapi. Hebu hao waliofanya hiki kitendo kwanza ni kitendo cha kulaani. Na ningekuwa naomba Waviongozi wa viongozi wa dini bila kuchoka, bila hata ku, kuogopa ili swala ndike tuendelee kulikemea tukiwa pamoja na vyama vya upinzani. Ili leo hii umemsaidia huyu mtu kwa ajili ya maslahi yake, umeenda kumpiga baba wa mtu, mke wa mtu, nani, mume wa mtu umemuumiza e, umemficha, hawajui familia yuko wapi. Ni swala la ajabu sana, na Tanzania hii sijui inaenda wapi. Mimi nilikuwa naomba kama mheshimiwa Samia anasikia hili swala, ili swala sio salama hata kwake pia. Leo hii tunalia wananchi, analia Mdude, analia familia yake, kesho sidhani kama likitokea kwenye familia yake anaweza akapenda. Hata hawa mapolisi ili swala wanaolifanya kutumwa kuwa vibaraka vya watu badala ya kulinda amani. Ili swala mimi kiukweli sijalipenda kabisa, siasa ya nchi hii tunazidi kuipoteza na amani tunazidi kuiharibu kabisa, hii sio amani tena. Leo hii mimi mtu akija nyumbani kwangu akisema polisi, siwezi kumwamini kwamba ni polisi, manake nipambane naye sasa, siwezi kukamatwa kiivo wanavyotaka wao. Na leo hii ukiniita polisi, manake unataka nije na visu nije na rungu. Sasa sijui kama nchi tunakoipeleka ni sawa, ninachoomba kufika jioni, wao wametuambia Mdude ndangali yuko wapi na anafanya nini, na kama ameumia watulete tumtibu, maana ni ndugu yetu, na kama watuletee sisi tuzike sio kuficha. Kwanza ni, ni, ni ushamba wanaoyafanya polisi. Mimi niseme tu kwa haya, kwa sababu ya machozi nilionayo naweza nikaongea vibaya wakasema nimeleta uchochezi. Asante, naomba niishi hapa nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.